Ndugu zangu tumekuja kuja kuongea nanyi wana Mbeya, kubwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, lakini la kwanza tuwapongeze wananchi wa Mbeya kwa kukipatia ushindi wa kishindo Chama Cha Mapinduzi katika uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, ushindi ambao chama cha mapinduzi kilipata asilimia 98. Tunawashukuru sana. Kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania uchaguzi mkuu baada ya serikali za mitaa, maana yake ili ushike dola lazima kushinda uchaguzi mkuu. Sisi tulitumia serikali ya mitaa kutesti mitambo, mitambo imetiki. Hiyo hiyo mitambo tunataka kushinda tena kwa kishindo uchaguzi mkuu huu ah. Nataka niwahakikishie Chama cha Mapinduzi kipo tayari kwa uchaguzi, amina. Wenzetu hawa wanapita wanahadaa watu, wanadanganya watu eti tutazuia uchaguzi kwa nguvu ya umma. Hapa Mbeya wana nguvu ya umma? <laughs> zaidi nimeona nguvu ya umma wanapokea samaki Rukwa huko <laughs> nilimsikia mtani wangu Tundu Lissu. Kabla ya kwenda kule kwa Kenani kule Mkasi, aliongea anasema, yule mbunge wa Mkasi wa kupewa sio halali, alipopewa samaki kamlembea kaka hivi, kanacheka. Nikasema Singida nako hatuna samaki. Kwa ule samaki kalalisha, Kenani ni mbunge halali wa Chadema. Tunasema tuko tayari kwa uchaguzi, kwa sababu maandalizi yanaendelea. Nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wa Tanzania kwa kujitokeza kwa wingi kwenye kuboresha daftari la wapiga kura. Mikoa yote daftari limepita, hamasa ya watu ni kubwa hamasa ya vijana ni kubwa, wameandikisha na wako tayari kwa ajili ya uchaguzi. Uchaguzi tunaoendea ni kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madiwani tulio nao hawapasi kuendelea, lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Wabunge lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Raisi tuliye naye lazima wachaguliwe kila baada ya miaka. Halafu kuna chama kinaongozwa na wanasheria hawasomi na katiba. Uchaguzi huu sio kwa ridhaa ya Chama cha Mapinduzi. Uchaguzi huu ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi, inaheshimu demokrasia, CCM haiwezi kwenda kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuwezi tukahojiwa siku kwamba madiwani hawa wamekaa muda mrefu. Hatutaki kuhojiwa kwamba wabunge hawa wamekaa muda mrefu. Hatutaki kuhojiwa kwamba mheshimiwa wa rais amekaa muda mrefu. Tunataka uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oyee! Na kwa maana hiyo, hatuna haja ya kuwabembeleza. Narudia, CHADEMA, hatuna haja ya kuwabembeleza. Tunakwenda kwenye uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya shauri yao wasiposhiriki shauri yao. Na ndio mwisho wao wakuwa wa chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kwa hiyo meseji hiyo afikie. Tunakwenda kwenye uchaguzi kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania CCM <todicomu> oye wanazozijenga ni hoja za kitoto, eti tunataka mabadiliko bila mabadiliko hatuendi kwenye uchaguzi. Msigu ameeleza vizuri, waliahidi mabadiliko kwenye chama chao, hajafanya, unawezaje kuwa na mamlaka ya kusema mabadiliko mengine? Lakini hata hivyo tumpongeze Dr Samia Suluhu Hasani kwa, kwa kusikiliza, kusikiliza wadau wa vyama vya siasa, asasi za kiraia, akaruhusu watoe maoni, akaunda kikosikazi chini ya Profesa Mkandala. Niseme nisiseme niseme nisiseme, yeah. niseme, nisiseme. Yeah kazi Profesa Mkandala akaita vyama vyote vya siasa. Wenzetu CHADEMA peke yao walikataa kwenda kutoa maoni, wakasema sisi ni chama kikubwa, sisi tunatakiwa tusikilizwe peke yetu. Baada ya hapo, mchakato ukaendelea, wakasikilizwa vyama vingine vyote wakasikilizwa viongozi wa dini, wakasikilizwa asasi za kiraia. Walipoona hivyo, walienda kutaka kusikilizwa na makamu mwenyekiti kwa wakati ule, comrade Kinana akawasikiliza. Kikosi kazi kilifanya kazi kwa mwaka mzima. Kilipokamilisha kazi, kikasoma Mheshimiwa Rais akapokea taarifa ile. Alipopokea moja ya mambo akasema, hili la katiba tuko tayari, lakini tunaanzia wapi? Je, tuanze na katiba mpya kabisa, au tuchukue ya Warioba, au tuchukue ya bunge la katiba, au tufanye maboresho? Swali hili halitakiwi kujibiwa na chama kimoja cha siasa. Katiba ni katiba ya Watanzania wote, inahusisha makundi mengi. Tupo tayari kuwa na katiba lakini inahitaji mchakato. Akapeleka muswada bungeni, mswada ule ukapokelewa bungeni, mwenyekiti wa kamati ya sheria mbunge wa Madaba Kizito Mwagamu akakaa na wadau, akapokea wa ma maoni ya wadau elfu moja mia saba na mbili wakiwemo CHADEMA wenyewe, wakatoa maoni yao. Nini kimetokea baada ya hapo kukaa? Bunge letu likachakata la kwanza Chama Cha Mapinduzi, kama nilivyowaambia, tumejipanga kwa uchaguzi. Maandalizi ndani ya chama yanaendelea na hadi yetu kama chama cha siasa, lengo ikiwa ni kushika dola. Tumejipanga kushinda uchaguzi kwa kishindo. <plausi> Wanambea, haya niliyoyasema yatoshe. Sisi tuwashawishi, muda utakapofika mtuunge mkono ili tuweze kufanya maendeleo makubwa zaidi ah. Sisiemu oye! Ahadi ya pili tunaamini kwa maboresho aliyofanywa alio ya sheria, uchaguzi wa mwaka huu utakuwa huru na haki, na chama cha mapinduzi tunasema atakayeshinda kwa haki atangazwe mshindi. Sisi ni moye. Na hii naenda kinyume na mawazo yaliyoanza kujengeka kwamba demokrasia ya kweli ni pale chama tawala kinaposhindwa. Nasema demokrasia ya kweli ni pale pia chama tawala kinapoendelea kushinda kwa haki